Um, kwa majina naitwa Isack Francis Mombury. E, nina diploma ya occupational therapy na nimesoma chuo cha um, udaktari kinaitwa KCMC Kilimanjaro Christian Medical University College na nimehitimu mwaka na nimehitimu mwaka 2019. Cheti nilichosoma kinaitwa diploma in occupational therapy. Ni wakati nikiwa um, kabla sijaanza chuo, nilikuwa namuguza um, na ndugu yangu mmoja ambaye ni babu um, alikuwa anaumwa, baadaye aka, akaanza kupata nafuu, lakini akawa anahitaji mazoezi tiba. So tulivyokuwa pale hospitalini, nilivyokuwa naona walivyokuwa na wanamfanyia mazoezi, wanavyomjali, wanavyomsaidia aweze kufanya mazoezi, aweze kutembea nilivutiwa sana na kile kitu, maana kutoka alipokuwa amelala hawezi kufanya chochote kile mpaka akaja akaweza kuweza um, kutembea na kuanza kujitegemea. Kwa mimi niliona kama ni, ni kitu ambacho ni special kidogo, so nikajaribu kutafuta wale wamesomea wame, wame, wame, wame, wame, wame, nini, ndio nikaja nikagundua wamesomea occupational therapy yes. Nilianza kutoa huduma ya usonji mwaka elfu mbili na ishirini nikiwa kwenye taasisi moja ambayo ilikuwa inahudumia watoto um, wenye changamoto mbalimbali ikiwemo usonji. Na katika um, nilivyoanza kutoa huduma hiyo nilivutiwa sana na usonji kwa jinsi walivyokuwa wana, wana, wana behave au wanaonesha tabia zao, kuanzia nikaanza kujenga um, ile hari ya kutaka kujua zaidi jinsi ya kuweza kuwahudumia na kuweza pia kuwasaidia waweze kujitegemea. Usonji ni ukuaji wa neva kwenye ubongo wa mtoto ambao una, unaathiri zaidi mawasiliano, unaathiri um, tabia za mtoto, lakini pia unaathiri mahusiano kwa jinsi mtoto anavyoendelea kukua. Na hali hii hutokea pale mtoto anapozaliwa, na hutofautiana kutokana na mtoto na mtoto. Chanzo, hakuna chanzo cha moja kwa moja cha usonji ila utafiti unaonesha kwamba um, genetics ni mojawapo ya um, chanzo ambacho kinasababisha mtoto aje kuwa na usonji, lakini pia um, mazingira mtoto anapokuwa nayo pia yanachangia mtoto kuja kuwepo na, na usonji baadaye. Ila tafiti ndio zinaonyesha kwamba kuna vitu ambavyo vinachangia mtoto um, kuwa na usonji um, usonji kama usonji u, ni, tunasema ni ni neno la mwavuli, ni umbrella term ambayo ndani yake um, ambao kwa, kwa neno moja tunaita ASD au Autism Spectrum Disorders. Ndani ya, um, ndani ya ASD au Autism Spectrum Disorders kuna um, aina mbalimbali mbali. Kuna wale ambao ni high functioning ambao kwa, kwa jina la like kitamu tunaita Asperger syndrome. Hawa ni watoto wanapresent um, wako wanakuwa na, na, na uwezo mkubwa wa kiakili lakini sehemu ambao wanakuwa na changamoto zaidi ni mawasiliano. Utakuta wana, una, wana uwezo mkubwa um, kwenye kusoma, kuandika na kila kitu na vitu vingine um, vya kawaida vya, vya, vya kibinadamu, lakini wanakuwa na changamoto ya kuwasiliana. Lakini kuna aina nyingine ya autism ambayo um, au usonji ambayo ina tunaita ni mid level ambao hawa unakuta wameathirika zaidi kwenye upande wa mawasiliano na mahusiano, hawawezi kuongea wala hawawezi kuwasiliana, lakini kuna aina nyingine ya autism ambayo hii um, ina inawaathiri ina, ina, ina, ina, ina zaidi watoto wa kike tunaita Rett syndrome. Hii hapa hivi ina athiri mawasiliano lakini pia ina athiri um, viungo vya mwili. Kuna aina nyingine pia ya autism ambayo hawa watoto wenye wanakuwa wanajionyesha kwa namna ya ku um, upande wa mawasiliano umeathirika, upande wa mahusiano umeathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kuna ambao wameathirika kwa kiasi kidogo, lakini kuna ambao wameathirika um, kwa kiasi kikubwa ambao tunaita kwa jina la kitaalamu ni severe. Kwa uzoefu wangu um, kwa hapa Tanzania kwa watoto ambao nimewaona wenye usonji wengi wengi wao wana, wana wanadumbukia au wanakuwepo kwenye kundi ambao ni wameathirika sana na ambao wameathirika kidogo. Wengi wapo hapo katikati kwenye upande wa ambao ni high functioning, au ambao wana uwezo mkubwa. Wapo ambao nimehudumia, lakini asilimia yao ni ndogo zaidi kuliko hawa wengine. Dalili ya kwanza ya usonji ni kuchelewa kuongea au kutokuongea kabisa. Hii mtoto anapokuwa Um, kwa mfano mtoto labda akifikisha umri fulani inabidi awe ah, ameweza kutamka maneno fulani. Kwa mtoto mwenye usonji katika umri huo unakuta hili jambo halitokei. Ukianza kuona hivyo ha, ha, ha, haisemekani kwamba hiyo ndio dalili kwamba mwanao ana usonji. Hapana, kuna dalili nyingine pia kama kupenda kucheza peke yake au kupenda kujitenga. Lakini pia um, kutokuwa na mawasiliano ya macho au kwa jina la kitaalamu tunaita eye contact. Lakini pia kuna swala lingine, kufanya vitu kwa kujirudiarudia, kwa mfano kupiga makofi au kupiga kelele au kukimbia kwenda na kurudi bila mpangilio. Hizo ni dalili kuu za mtoto mwenye usonji. Mtoto akiwa na miezi sita mpaka mwaka mmoja tunategemea awe ameanza tunazita babbling, ni kama hatua za kwanza za mtoto kuanza ku anza kuwasiliana anakuwa na maneno ambayo ni jargons haeleweki, lakini kuna ambayo anaeleweka, mfano baba baba, mama mama, anakuwa anaanza kuyatamka. Anavyoendelea kukua, yale maneno yanaanza pia kufanyeje kujiunga, ku, ku anaanza kupata maneno mapya zaidi kutamka edha neno kabisa na kumaanisha, au kutamka maneno ambayo anakuwa anayasikia. Ukianza kuona mtoto wako mpaka anafikisha miaka miwili hajaonyesha um, ishara zote za kuanza kuongea hata hizo hatua za mwanzo tunaziita babbling, inabidi kama mzazi uanze kutafuta ku, um, msaada zaidi ya kuweza kujua kitu gani ambacho um, kinasababisha mtoto achelewe kuongea. Um, jinsi ya kutambua usonji, ijapokuwa mzazi unaweza ukawa umeweza kuona dalili kama ambazo nimezitaja hapo nyuma, um, lakini ni muhimu kupata ushauri au mtoto wako aweze kuona na daktari na daktari atachukua historia, ataangalia ukuaji wa mtoto, lakini pia atatumia standardized tools au vipimo maalum. Mfano, tuna kipimo ambacho kinaitwa CAS au childhood autism um, rate scale. Hii ataingiza taarifa za mtoto na ataweza kujua mtoto edha ana, anaangukia ana, ana kwenye scale gani ambao hiyo anaweza akaitemu kama na usonji. Um, ili ili uweze kutambua um, usonji pamoja na, na dalili ambazo nimezitaja hapo, inabidi kama umeona mwanao ana mojawapo moja au mojawapo ya hizo dalili, inabidi kwa muone mtaalamu wa afya au daktari, ambaye yeye atachukua taarifa za mtoto, ata ataangalia ukuaji wa mtoto pia, lakini pia atatumia standardized tools tofauti um, tofauti kwa ajili ya kuweza kujua um, mwanao ana changamoto gani au kuhakikisha kwamba hizo changamoto za autism au dalili ambazo zimeonekana um, ni za kweli. Daktari akishamwona mtoto ataangalia um, um, upande wa mawasiliano, upande wa mahusiano, ataangalia upande wa hisia mwili, lakini pia ataangalia um, eye contact, akishaangalia vipengele vyote hivyo, nakiona kwamba mtoto ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana hivyo vitu au ana present na hivyo vitu, basi atamdiagnose ata kwamba ana usonji. Um, daktari wa mfumo wa fahamu akishamwona mtoto na kumuuliza maswali mzazi pamoja na kupata majibu yake, atakuwa amepata majibu ambayo atakuwa anayaandika au anayatik kwenye hiyo standardized tool ambayo nimeitaja na hii Um, itampa uhakika mzazi na daktari mwenyewe kwamba mtoto huyu kwa asilimia kadhaa yupo katika kundi la usonji au hayupo katika kundi la usonji au kutokana na umri wake labda tumpe muda zaidi, um, kwa sababu kuna watoto wengine automatically wanachelewa tu ku, ku, ku, kuongea au wanachelewa ku, kuonyesha matokeo au kwenye ukuaji, lakini haimaanishi kwamba wana changamoto yoyote. Daktari akishaona vile, akishapata majibu atampatia mzazi na atakushauri pia nini cha kufanya, baada ya hapo, kuhusu upande wa tiba. Kama mwanao ana, ana, ana, kama amehakikisha kwamba mwanao ana usonji, kwanza kabisa hakuna tiba ya moja kwa moja ya usonji, ila kuna tiba ambazo zinamsaidia mtoto aweze kukua, aweze kuchangamana na wenzake, lakini pia aweze kujitegemea um, ijapokuwa ana usonji. Na tiba ya kwanza ni mazoezi ya kuongea au speech therapy, ambayo haya yanagusa zaidi mawasiliano ya mtoto, inagusa zaidi um, kuongea kwa mtoto, aweze kutamka matamshi, aweze kuunda maneno, lakini pia aweze kuongea au kujielezea pale ambapo anakuwa anataka kitu au ana shida fulani. Matibabu ya pili ni occupational therapy au utoaji tiba kwa vitendo, haya yanamsaidia mtoto zaidi kwenye upande wa hisia mwili kama alivyotaja hapo mwanzo, kuna watoto ambao wanakuwa wana changamoto ya kuweza ku, kuchanganua hisia zao au hisia mwili zao kwenye upande aidha wa kusikia um, kuona au hata kugusa. Occupational therapist au utotkiwa kwa vitendo ndio ataweza kumsaidia mtoto aweze kuchanganua hisia mwili zake ili aweze kufiti vizuri kwenye jamii na kuweza kuchangamana na wenzake lakini mtaratiba huu kwa vitendo pia atamsaidia mtoto mwenye usonji aweze kujitegemea katika shughuli zake za kila siku. Na hapa anaongelea um, self care productivity and leisure, uwezo wa kuweza kujihudumia mwenyewe kuanzia anapoamka asubuhi aweze ku, um, kupiga mswaki, kuoga, kwenda chooni, um, lakini pia aweze kucheza na wenzake aweze ku, um, ku participate, au kushiriki katika um, shughuli mbalimbali za kijamii au kuweza kucheza na watoto wenzake. Um, tiba ya tatu ni um, Applied Behavior Analysis au ABA ambayo hii ina dili zaidi na tabia ya mtoto. Watoto wenye usonji wanakuwa na tabia ya kuweza kutokuweza ku cope kuto ku, ku, ku, na mazingira fulani hii, tabi, hii, hii hali inaweza ikawasababishia waweze ku um, kuanzisha tabia ambayo inaweza ikawa aidha um, sio rafiki kwake which means inaweza ikamuumiza au inaweza akawaumiza wenzake. ABA au Applied Behavior Analysis ndio anaweza akaweza atakuwa na, anakuwa na uwezo wa kumweza kumsaidia mtoto huyu aweze ku um, aweze ku control au aweze ku, kuhakikisha tabia zake hazitaweza kuwa za kujiathiri ee mwenyewe au kuathiri wenzake. Kuna imani potofu watu au jamii inayo kuhusu usonji au kuna mtazamo wa aina ambayo tuseme sio sio nzuri sana ambao watu wanayo kuhusu usonji. Kuna watu wanadhani kwamba mtoto mwenye usonji amerogwa. Kuna wengine wanadhani kwamba mtoto mwenye usonji ame am, amewekewa labda zindiko. Kuna watoto wanadhani, kuna wazazi ambao wanahisi kwamba mtoto mwenye usonji labda wazazi wake labda kuna kitu alifanya kwa mganga kapelekea aweze kuwa na hiyo hali ili wao waweze kuwa na utajiri. Lakini imani zote hizi sio kweli. Um, na ni imani ambazo sio nzuri katika jamii na zinawarudisha sana nyuma hawa watoto. Nikupa mfano, kuna mzazi mmoja ambaye tulikuwa naye, yeye alikuwa ana imani kwamba mwanae amerogwa kwa hiyo hana usonji. Kwa hiyo hata alipokuja alikuwa tayari ana ile imani kwamba mwanangu ana usonji ila kwa sababu amekuwa ameshauriwa au amekuwa pressurized na ndugu zake ikabidi tu aje kupata huduma. Kwa hiyo ilichukua um, muda sana na iliathiri sana matibabu ya mtoto kwa sababu mzazi alishindwa kutoa ushirikiano kwenye, kwenye therapy kwa sababu yeye alikuwa anaamini kwamba mwanae amerogwa, so ilikuwa ina kuwa ngumu sana kuweza kumshauri. Kwa mfano ukimpa ushauri labda kafanya kitu fulani nyumbani hichi na hichi na hichi na hichi, yeye afanye hivyo kwa sababu ile imani alionayo imeathiri mtazamo wake kuhusu huyo mtoto. Hizi imani sio nzuri na, na, na zipo katika jamii yetu, na elimu inahitajika sana kuweza ku, um, kupoteza au kuziondoa hizi imani katika jamii. Kuna imani potofu ambazo zinaendelea katika jamii kuhusu um, watoto wenye usonji au usonji kwa ujumla. Kuna wazazi ambao, kuna jamii ambazo zina, um, zinadhani mtoto mwenye usonji amerogwa au mtoto mwenye usonji basi, um, kuna laana katika hiyo familia au mtoto mwenye usonji amewekewa zindiko, au wengine wanafika mbali mpaka wanasema, wanawashutumu wazazi kwamba mtoto, wazazi wale wamemfanya mtoto yule awe hivyo ili aweze kupata utajiri. Um, lakini zote hizi sio kweli na zinaathiri sana um, watoto na jamii kwa ujumla um, nikupe mfano mzuri. Nilishai kupata mzazi ambaye e alikuwa anadhani mwanaye amelogwa na jirani yake, lakini hii ilikuwa ni changamoto sana, hata wakati wa kufanya naye therapy na kuweza kumshauri yeye. Alikuja kwa sababu alikuwa ameshauriwa na ndugu zake kwamba mwanao ana kitu fulani, lakini anatakiwa apeleke akapata msaada zaidi. So hichi ni kitu ambacho kilisumbua mpaka kuja kukiondoa, na mtoto mwenyewe pia matibabu yake yalikuwa ni yani, hakupata maendeleo mazuri kwa sababu ya imani ambayo mzazi alikuwa nayo. Sisi um, ukienda kwa wataalamu watakupa elimu kwanza kuhusu usonji ili wewe mzazi uweze kupata um, uelewa kuhusu mtoto wako lakini pia Um, mzazi ukiwa na uelewa inakuwa ni rahisi zaidi mtoto na yeye pia kupata, kupata maendeleo. Tuna usemi mmoja tunasema kwamba inabidi um, umtibu mzazi kwanza ndio uanze kumtibu mtoto. Na kwa kumtibu mzazi inabidi pia um, umsaidia aweze kuondoka katika imani alizokuwa nazo potofu kuhusu mwanae, na hapo hapo ndio matibabu yatakuwa yameanza kwa mtoto wake. Zipo changamoto ambazo tunazipata mbalimbali, lakini kikubwa ambayo ambacho tumekiona au kipo ni elimu kuhusu um, usonji um, na ni kitu ambacho bado kinahitajika sana kufanyika katika jamii yetu, elimu kuhusu um, namna ya kuweza kumgundua mtoto, lakini pia wazazi, hata kama tayari ameshagundua mtoto ana changamoto, wazazi wajitokeze wawatoe watoto wao ndani, wawapeleke kwa wataalamu ili waweze kupata msaada zaidi. Lakini pia kingine hapo hapo wazazi wanachelewa kuna ambao unakuta wameshajua kwamba mwanangu ana changamoto, lakini bado anachelewa akitarajia kwamba um, amechelewa tu ku, kuongea au amechelewa tu kuwa ata akifika umri fulani. Ni vyema kama umeshaanza kuona dalili, ni vyema kumpeleka kwa daktari mapema au kwa mtaalamu mapema ili aweze kupata msaada zaidi lakini pia mtaalamu atahakikisha kwamba kweli huyu ni kwamba amechelewa au tayari ana changamoto. Kwa changamoto nyingine tunaipata ni kwamba kukuta mzazi anakuja therapy tayari ameshachelewa. Sisi tunaamini katika early intervention au matibabu ya mapema. Ukiwahi mapema kumfanyia mtoto wako therapy, ndivyo maendeleo yake atakuwa mazuri zaidi. Changamoto nyingine ni hiyo ambayo nimetaja, imani potofu ambayo wazazi wengi tayari wanakuja therapy wakiwa na imani zao hasi kuhusu mtoto na hiyo inakuwa ni changamoto sana, hasa kwetu sisi wataalamu kuweza kumtibu mtoto vizuri. Changamoto nyingine ni upungufu wa vifaa na watu wa tiba pia um, japo kuna vituo sasa vimeshaanzishwa especially katika nchi yetu, lakini bado kuna upungufu mkubwa wa wataalamu na upungufu mkubwa sana wa vifaa tiba. Um, wataalamu ni wachache, lakini bado pia ni vituo ni vichache na uhitaji ni mkubwa sana. Wapo watoto wengi, wapo wazazi wengi ambao wanahitaji huduma hii, lakini wanakosa kutokana na ufinyu au upungufu wa wataalamu na vituo. Lakini pia kingine ni um, uwezo wa kifedha wa wazazi kuweza kumudu gharama za matibabu. Hii nayo pia ni changamoto kubwa sana. Utakuta mzazi ana mwanae na nanie kweli ya kuweza kumfanya kutaka mtoto wake atibike au apate matibabu au apate therapy lakini hana uwezo wa kumudu zile gharama. Hii nayo ni changamoto sana. Ushauri na mapendekezo, um, kitu ambacho inabidi kiendelee kufanyika kinafanyika sasa hivi, lakini bado nadhani kinabidi kiwe na mwendelezo zaidi ni elimu kuhusu usonji. Elimu bado inahitajika kwa kiasi kikubwa sana. Mpendekezo mwingine ni serikali na taasisi binafsi ziwekeze katika vituo vya watoto, vituo vinavyohudumia watoto wenye usonji. Hii itasaidia zaidi kuweza kuwezesha vituo vile waweze ku kufikia walengwa wengi zaidi, lakini pia kingine um, wazazi wazazi watoe ushirikiano pale wanapoanza terapi, wa, waweze kuwa na muda, watenge muda na watoto pale ambako wanashauriwa nini cha kufanya kiwepo nyumbani. Um, lakini pia kingine jamii um, zingatie um, haki za hao watoto. Wana haki ya kuwa um, treated kama watoto wengine. hai haimaanishi kwamba mtoto mwenye usonji basi kwa sababu hawezi kuchangamana na wengine basi ndo usimpe haki yeye kwenda kucheza haimaanishi kwamba mtoto mwenye usonji basi hawezi ku, um, hawezi kuongea basi hana haki ya hawezi kuongea hawezi, ku, hawezi ku, um, kujihudumia mwenyewe basi hana haki ya yeye kwenda kwenye um, sherehe mbalimbali au kwenye mikusanyiko mbalimbali ya, ya watu. Jamii itoe, izingatie haki zao kama watoto kama watoto wengine. Sawa, wako special, lakini haimaanishi kwamba ha, hawatahitaji huduma nyingine au vitu vingine kama watoto wa kawaida. Serikali na mashirika binafsi yawekeze katika huduma um, hizi za usonji kwa sababu upatikanaji wa vifaa tiba vya kuweza kuwahudumia watoto ni, ni ghali na upatikanaji, upatikanaji wake pia ni mgumu. Lakini pia um, kuweza kuwahudumia hawa watoto inahitaji kubwa hahitaji mtu mmoja aweze kumhudumia, inahitaji timu kubwa. Kwa hiyo wale watu ambao watakuwa wanawateka watoto wakati wapo kwenye therapy, inabidi na wao pia walipwe. Kituo hicho cha Maisha Bora Rehabilitation Center kinapatikana Chanika, Tegeta. um, ukiwa unatokea mjini unashukia kituo kinachoitwa Kibo Complex mbele ya Kibo Kompleks, barabara ya complex kuna barabara ya vumbi imeandikwa Chanika Road, utashuka nayo moja kwa moja mpaka utakapokuta kanisa Katoliki la Roma la Mtakatifu Yohana, chini ya kanisa la Mtakatifu Yohana um, ofisi zetu zipo hapo. Mimi naitwa Isaac Francis Mumburi ni mkurugenzi msaidizi wa Maisha Bora Rehabilitation Center, na katika kituo hichi mimi ni occupational therapist au mtu wa tiba kwa vitendo. Kituo hiki kimesajiliwa mwaka elfu mbili na ishirini, na kimesajiliwa um, BRELA kimesajiliwa TRA, lakini pia kimesajiliwa na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii. Huduma zinazopatikana kituoni kwetu ni occupational therapy au utoaji tiba kwa vitendo pamoja na speech therapy au mazoezi ya kuongea, lakini pia tunatoa huduma za self-care training au kuwa train watoto waweze kujitegemea wenyewe katika shughuli zao za kila siku lakini pia kuna huduma ya sensory integration au um, uchanganuzi wa hisia mwili za watoto. Um, kitaka kutupata au kufuatilia huduma zetu, unaweza kutupata um, kwenye mtandao wa Instagram kwa jina la Maisha Bora Center, lakini pia unaweza kutupigia simu um, kwa namba 0625 992 661. karibuni sana.